Na sisi tumekubaliana ndani ya chama, hatutahangaika kudili na kujibu propaganda za watu wasioitakia mema nchi yetu. Kazi yetu na mkataba wetu, chama cha Mapinduzi ni kwenda kusimamia utekelezaji wa ilani, maendeleo yaende kwa wananchi. Hamtatusikia tukitukana huko, hamtatusikia tukipayuka huko. Wajibu wetu ni kuisimamia serikali ipeleke nini maendeleo na hiyo kazi inakuwa imefanya nini? Imeisha. Sema imeisha, imeisha. Sema imeisha. CCM oye! Oye! Alafu anakuja mtu hapa anataka kutisha watu. Oh, CCM imechoka, CCM imechoka. Emwana, CCM wote punga mikono hapa na Watanzania wote. CCM oye! Chama hiki niwape siri nyingine, chama cha mapinduzi ni mmoja. Ukitaja vyama vitatu vikubwa duniani, na chama cha mapinduzi kipo. Kuna chama cha CPC China kipo, chama cha mapinduzi, na bara zima la Afrika, chama kikubwa ni chama chenu hiki chama cha mapinduzi, chini ya uwenyekiti wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mama shupavu, jasiri na mchapakazi kweli kweli.